Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu tunalolipata katika kitabu cha Danieli sura ya kumi na tatu aya ya kwanza hadi ya tisa, ya kumi na tano hadi ya kumi na saba, na aya ya kumi na tisa hadi ya thelathini, na aya ya thelathini na mbili hadi ile ya sitini na mbili. Tunakutana na habari za mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Suzana binti Elkia, aliyekuwa ameolewa na mwanaume aliyekuwa anaitwa Yoakimu. Alikuwa ni binti mzuri sana. Na katika maisha yao walipokuwa wanaishi walikuwa wana bustani nzuri. Siku moja huyu mwanamke akaenda kuoga, akawachukua vijakazi wake wawili. Alipoingia katika ile bustani akawaambia wale vijakazi waende pembeni ili aweze kupata nafasi ya kuweza kuoga. Kuna wazee wawili ambao walikuwa wanamtamani huyu Suzana ili waweze kufanya naye mapenzi. Waliingia ndani ya ile bustani ambamo huyu Suzana alikuwa naoga, wakajificha. Akiwa katika kuoga, wakamtokezea, wakamwambia ulale nasi, yaani ukubali kufanya mapenzi na sisi. Wakampatia masharti haya: ukikubali kulala nasi, utaishi, na ukikataa kulala nasi, sisi tunakubalika katika jamii, yaani ni wazee ambao tunaokubalika katika baraza la wazee, tutapeleka mashtaka haya kwamba bustanini huko ulikuwa na kijana, ulikuwa unafanya naye mapenzi, na baadaye alipotona sisi akatoroka, akakimbia. Na baada ya hapo utakuwa na hatia na utauawa kwa sababu sheria za Kiyahudi zinazungumza kwamba mwanamke yoyote yule ambaye akiingia katika dhambi ya uzinzi na mwanaume ambaye si wa kwake, adhabu yake lazima apigwe mawe mpaka kufa. Ndipo huyu Suzana akatamka maneno haya, akaugua sana ndani ya moyo wake, akasema, nimesongwa pande zote, maana nikilitenda hilo ni mauti yangu. Alikumbuka kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, nisipotenda siwezi kuokoka mikononi mwenu. Ni afadhali nianguke katika mikono yenu na kukataa kuliko kutenda dhambi machoni pa Mungu. Mara Suzana akapiga kelele na wale wazee nao wakapiga kelele. Walipopiga kelele, ndipo watumishi wakaja na watu wakaja. Wale wazee wakaenda mbele ya baraza, wakatoa ushahidi mbaya kwamba Suzana katika ile bustani alikuwa ana mwanaume, alikuwa na kijana ambaye alikuwa anafanya mapenzi. Walipofika huko kesho yake, likaundwa baraza la wazee kuweza kuhukumu hiyo adhabu hiyo dhambi ambayo sadana alikuwa ameifanya, na akawa amedhalilika mbele ya mume wake, anajisikia aibu. Walikuwa wamependana, ni aibu kubwa sana ambayo ilikuwa mbele yake. Wazee hawa wakatoa ule ushahidi wa mambo yote jinsi yalivyo hivyo baraza likamhukumu Suzana kwamba ni mkosa, na baadaye adhabu yake ikawa ni kifo. Akachukuliwa akapelekwa nje ya mji ili aende akapigwe mawe hadi kufa, kwa sababu ya dhambi ya uzinzi ambayo akutenda. Alikuwa amesingiziwa na hawa wazee. Ndipo Bwana akaisikia sauti ya Suzana, kwa hiyo akamwinua kijana aliyekuwa anaitwa Danieli. Wale watu walipokuwa wanampeleka nje ya lago yaani nje ya lango wanampeleka kwenda kumuua Suzana, Danieli akatokezea. Ndipo Danieli akatamka maneno haya akasema, enyi bani Israeli, mmekuwa wapumbavu hata kumhukumu binti Israeli bila kuhoji wala kupata hakika ya kweli. Rudini hukumuni, mradi hao wanaoshuhudia wanazungumza uongo. Basi watu wote wakarejea tena haraka katika lile baraza wakakaa. Ndipo Danieli akaja akawauliza swali hili wale wazee wawili ambao walikuwa wametoa ushuhuda huo kwa Suzana. Danieli akawaambia hivi, nyie wazee, akasema mumtenge mzee mmoja akae pembeni na, na mwingine akae pembeni wasitadhamane wote. Akamuuliza wa kwanza akasema, ewe mzee uliyepata e, kuwa mzee katika uovu, sasa dhambi zako zimekukulia zime, zime ambazo umezitenda zamani. Kwa hiyo kumbe ilikuwa ni desturi ya hawa wazee kutenda dhambi hizo. Naye akasema "Nakuuliza swali hili, je, chini ya mti gani ulimuona Suzana akitenda dhambi hii? Yule mzee akajibu akasema, chini ya msandarusi. Ndipo Danieli akasema, hakika umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe maana sasa hivi malaika wa Mungu amepokea hukumu yako na mwenyezi Mungu atakukata vipande viwili. Akamtenga huyu mzee, akamwita mzee mwingine, akamwambia, ewe mzee wa Kanani wala si wa Yuda, uzuri wa wanawake umekudanganya na tamaa imekupotosha moyo wako. Akamuliza akasema, haya niambie, chini ya mti gani ulipomwona huyu binti Suzana akitenda dhambi hii? Yule mzee akasema nilimwona chini ya mkwaju. Ndipo Danieli akamwambia hakika, wewe nawe umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe, maana malaika wa Bwana yu tayari anakungoja mwenyewe na upanga akukate vipande viwili, awaangamize nyote wawili. Wa kwanza alisema chini ya msandarusi na wa pili akasema chini ya mkwaju. Wazee waongo, tamaa ikawa imewaponza mara hiyo. Kusanyiko la watu wakapata sauti kwa nguvu, wakamhimidi Mungu ambaye anaweza akawaokoa wale wote wanaomtumainia. Wakawaondoa wale wazee wawili, maana Danieli amehakishia ushuhuda kwamba hao wote wazee walikuwa ni waongo juu ya tamaa yao, wakawatenda kulingana na torati ya Musa, wakauawa na Suzana akawa huru. Twajifunza mambo gani? Usije ukaingia katika dhambi ya kusingiziwa, hata kama umeandaa ushuhuda wa ajabu juu yako. Suzana alisimama imara, akaokolewa, yaani maombi yake, alipougua mbele za Mwenyezi Mungu, yakajibiwa. Na la pili, katika habari za wazee, usije ukatembea na dhambi hiyo hadi katika uzee wako. Ndio maana kuna watu wanaambiwa sasa hivi kwamba kuna wazee wanasema kwamba uzee mwisho chalinze. Maneno mabaya sana hayo. Unapewa majina mabaya kwa sababu ya uzee wako. Umetembea na dhambi hiyo, mwisho wako utakuwa ni mbaya, kama hawa wazee wawili waliokuwa wametoa masingizio, ingawa walikuwa wanatafuta mambo yao, yaani kupenda wasichana wadogo. Dhambi hiyo ni mbaya, inaweza kukufikisha mahali pabaya. Na Mwenyezi Mungu ambaye yeye anawaokoa wale wanaomtumainia, akuokoe katika kila baya ambalo litakuja mbele yako siku ya leo. Na akulinde kama alivyomlinda Suzana. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.